Tausi wa kitaa, kama watazamaji wetu watakumbuka, mara ya mwisho wakati tunazungumza kwenye kikao chetu, alituona pale tukiwaambia kwamba tutawapa elimu kubwa sana kuhusiana na mazingira, lakini tutatembelea sehemu tofauti tofauti ili wao wapate kupata hii elimu. Tumeanza, tumetoka Dar es Salaam, tumekuja Morogoro. Nawaambiaji wana wa kitaa wa Morogoro huko hapo pia kwa sababu naona Morogoro wana mazingira mazuri, hata jana tulipofika, mm. tulikuta hali ya hewa nzuri, na saizi ya asubuhi kumekucha, mm. kukiwa na hali ya hewa nzuri kabisa, tofauti na Dar es Salaam. Kilicho nivutia na ambacho kinasababisha kuwa na hali ya hewa nzuri hii kutokana na mazingira. Ukitazama hata wewe mwenyewe Tausi kitaa. Ona namna mambo yalivyo, angalia namna ambavyo hii miti inavutia ile kutazama, unaona ise niko wapi? Niko Tanzania au niko wapi? Ni Tanzania hii ambayo tuko nayo na na kuona unatupia jicho kule. Kuna kitu unaangalia unatazama nini? Naona mwenzangu, umeona miti tu, lakini mimi nimeona kuna milima. Milima. Kitu ambacho kimenivutia na kwa kuwa lengo na mazungumzo ya Tausi ni kufika kwenye mlima, eh, fahamu fursa zilizopo kwenye mlima, ehe, kufahamu, wana wana Morogoro wamewezaje kutunza mazingira ndo kitu ambacho nakiangalia kwa sababu kuna mazingira mazuri, lakini pia wana mlima mlima Uluguru Uluguru, mm, mm. Kwa hiyo natamani tupande, au watazamaji wetu waendelee kutuangalia wakatuangalie mpaka mwisho, waone ni namna gani tunaenda kujua au kufahamu fursa zilizopo. Sisi ni wabishi sana, hatutaki kuzungumza tu, sisi tunataka kuwa Matomaso. Mimi na Tausi wakitapa moja kwa moja mpaka juu kule kwenye mlima wa Uluguru, tukajionea mambo gani yanapatikana kule. Tumekuwa tukiona kwenye picha tu kwenye video tunaona namna ambayo inavutia. Leo tunaenda kuona kwa macho, lakini usisahau, kupanda mlima, si kazi, kazi? Kushuka. Ah, wewe wataenda kuona kama kupanda ni kazi na kushuka ni kazi sawa zai kiukweli, mi na shauku ya kuuliza kitu hapa, hii itatupunguzia uchovu, sindio? Unajua, ukiwa mnaenda sehemu, amwelewi mnaenda mpaka wapi, ni vizuri tuka na tamani kufahamu, kufahamu kutoka Ito, kwa wenyeji wetu. Naona kuna mama yetu hapa na endelea na shughuli zake. Habari zenu jamani, habari za kazi. Mama wakati anaendelea na shughuli zake hapa, kuna bidhaa mbalimbali za nyumbani, kuna matembele kama ambavyo mnaona, kuna kabichi, mabamia, nyanya chungu. huku mlimani bwana, vipo hivi vitu pia vinapatikana. Mama habari yako, sisi ni tausi nishati safi, vinara wa mazingira, tumekuja kuwatembelea leo. Tumetoka Dar es Salaam, tumesema tuje Morogoro tuje kuzungumza na ndugu zetu watunza mazingira wenzetu. Asante sana, kabla ya mazungumzo yetu umeshapata ndizi mwenzangu. Watu wa Morogoro ni wakarimu. Wamekupatia ndizi sawa <laughs> eh. Sawa sawa kabisa, nataka tuzungumze kidogo na mama yetu hapa tufahamu vitu vingi kuhusiana na Morogoro. Hapa tulipo ile eneo linafahamika kwa jina gani? Kireka, Kireka hmm. Kutoka hapa mpaka kupandisha mlimani kule bado mbali sana kama dakika <laughs> <laughs> nusu saa. zai <laughs> <laughs> <laughs> hey kwenye <laughs> <kufahamu, laughs> eh. Mazingira bado nusu saa. Sawa, mtembee kama nusu saa hivi ndio tutafika huko eh. Sawa, sisi ni matausi wa nishati safi. Lengo letu kubwa kutembelea hapa ni kuwaonyesha watazamaji wetu namna ambavyo mkoa wa Morogoro mmebarikiwa vizuri sana, mko na uoto wa asili. Tumetembea kwenye mlima huu, tunaona namna ambavyo mlima unavutia, ni kijani tupu, kuko vizuri kweli kweli, ongereni sana. Asante, asante sana. Tunaona miti miti tumepanda ya matunda, tunaona mnawezaje kutunza mazingira hivi kukaa na muonekano mzuri hivi Tunatunza hii miti tumepanda yenyewe yote eh. E. E. E, tunatunza hakuna zile habari za kukata kuni kwa ajili ya kupikia amna. Mmewezaje, eh? hiyo mmewezaje? Watu wengi wanalalamika kwamba uh, watanzania tumekuwa waharibifu wa mazingira hasa katika swala zima la ukataji wa miti, na wengi wanakimbilia kwamba wanakata kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama vile kupikia kuni, na ni nyinyi mmewezaje kuto kukata miti yenu unajua tunatunza mazingira kutokana na nini? Kutoka, kuna kwaga na upepo. Hata huu upepo wa kimbunga ukishakuja, tunatunza kutokana na nyumba zetu zisiharibike. Eh, kwa hiyo ukisha ukisema kuwa ukatekate na uta, uta, utapata na adha ya nani ya nyumba kubomoka e, kwa hiyo ni mazingira yanatusaidia na hata sisi inatusaidia e, sana e. Kupi, kipu,

amezimwaga sana huku e. Mnazipataje? Yani, bei yake ikoje? mnawawezo wa kumudu garama zake? Huwa tunanua huko mjini, lakini wanatuuzia kwa gesi rojazo, yani shilingi shiringi ehe hamsinilakini sasa kama mimi gesi yangu nachukua bei rahisi kujaza, tunajaza kwa shingafu, na hapa, mgini, kujazo, ama ishiina, tunatoka hapa tunaenda kujaza mjini Me, tuatumia kwa gharama ya pikipiki piki. Tunajaza kule tunakuja kutumia nyumbani hizi. natamani mama aseme kitu anaishauri nini serikali haswa kwa Watanzania wenye hali ya chini. Ni ili Watanzania wote tufikiwe na nishati safi. Nini unakiambia serikali kifanye ili wote tuweze kutumia nishati safi nisana? Yani sasa hivi kusema kweli maisha ni magumu, taa magumu sana, yani itakiwa hapa watupunguzi, wa, yani wapunguzi Eh, wapunguze ujazaji wa gesi kutokana na nini, maisha yamekuwa magumu sana na hela unazungumzia, wa wapunguze bei, wapunguze bei eh. Yani huku yani kugumu, tume gharama kwanza ya kwenda mjini tuka, eh, bodaboda, hiyo bado hujajaza hapo, kwenda na kurudi ni hela, kwa hiyo he, mambo yetu yani, yani hapo ndo unakuwa ni kugumu sana mm, kwa hiyo tunaomba tu wapunguze. Serikali ni sikivu se sana. Wakazi wa huku Kireka, Kireka, Kireka, Morogoro tunawahamasisha matumizi ya nishati safi ikiwemo matumizi ya gesi kwa ajili ya kupikia, waepuke kukata miti kwa ajili ya kutunza mazingira, kuepuka kutumia ya nishati isiyo salama, yaani ya kuni. Sasa kuna jambo moja ambalo wamekutana nalo kwamba upatikanaji wa hizo nishati safi, mfano gesi, imekuwa changamoto kwa wao kuzipata. Mtu anapokwenda mjini anapata, akija, akitumia matumizi ya kiisha, inakuwa mtihani sasa kupata tena gesi kwa ajili ya matumizi. Hivyo basi kuna jukumu kubwa sana kwa serikali, lakini pia watu ambao wanahusika na swala zima la usambazaji wa gesi, kutazama wakazi hao wakireka hapa Morogoro, kwa ajili ili nao waende sawa na sisi Tausi, kwa sababu tunawahamasisha kuhusiana na utunzaji wa mazingira, lakini matumizi ya nishati safi. Wakati tunaondoka tumezungumza na mama lakini hatufa, mama lakini hatufahamu jina lake nani. Mimi naitwa Lizzy, tumeanza tuko mazungumzo, tulikuwa tumechoka. <laughs> Mimi naitwa Salma Saleh Kibiriti ni mkazi wa Kileka. Unawaambia nini wanaokutazama sasa hivi kupitia Tausi wa Nishati Safi kuhusiana na swala zima la utunzaji wa mazingira? Aa, kutokana na utunzaji wa mazingira kama unavyoona tumejitahidi kupanda miti kwa hiyo miti kama nilivyowaambieni, inatusaidia wote mm. Eh, eh, kutokana na, kama upepo kuna kama safari hii kulikuwa na upepo wa ki, upepo wa kimbunga mm. Sema kweli ulisaidia kutokana na mazingira tulivyotunza mazingira, kwa hiyo tumeshukuru nyumba zetu zimepona mm. Shukrani sana mtazamaji wa Tausi wa Nishati Safi, tumeambua tuna nusu saa ya kufika tunakoelekea. Twende Tausi wa kitaa, tunyanywa miguu. Asante <laughs> <Sati> sana <laughs> zai, hii nusu saa sio mchezo. Unajua kule juu tulianza kwa mbwembwe na sweta langu, sweta zito. Tunakoelekea kofia nitatoa, kama kuna uwezekano wa tisheti hii kutoa dakika sio nyingi. hizo thelathini kwa kuzitaja Zai, sio kwa kupandisha mlima lakini dakika sio nyingi. dakika ni nyingi, unazitamka tu. tumemaliza dakika ngapi kwenye 30? Mm. Mm. Mm. za kuongea sio za kupanda. twende kwenye zile dakika thelathini, tushakata dakika kumi Zai. mm -hmm. bado ishirini. mm -hmm. tunamalizana mm -hmm. na okay Nimevutiwa na nazi, mwenzangu. kuna nazi, kuna mapashon, kuna biashara hapa. Mama, habari yako? habari za biashara? una nazi nzuri. kwa sisi wa Dar es Salaam kule, tukisema tutaje bei ya nazi kwa sasa hivi sio mchezo. hapa unauzaje? elfu moja? Unaona zai, Dar es Salaam unapata elfu moja mia ngapi? yanakuwa mangapi? Hey, Aise. Matatu. Matatu buku. Watu wa Morogoro hasa eneo hili la Kireka eh. M Mbete. Wanaitwa Mbete. Mbete. Ah, Kireka tushaachana nako. Sasa hapa tulipo sasa hivi tupo Mbete. Wamebarikiwa kweli kweli. Hali ya biashara unaionaje hapa mama? Tayari kidogo watoto wanasoma, wanakula, wanaishi vizuri. Na mazingira kwa ujumla yakoje? Mazingira kama unavyoyaona yako vizuri, tunapanda miti safi. Kama unavyoona miti ya kijani hadi raha. Mbali ya kupanda miti, kuna changamoto gani ambazo nyinyi mkizitazama kimazingira mnaona kwamba hizi changamoto zinahitajika kufanyiwa utatuzi? Changamoto kama unavyona, barabara, yaani barabara kwa kweli hatuna hmm, kama unavyoiona gari zikipita zinanasa, zinafanyaje ndio hivyo. Wananchi ndio hivyo, tunajitahidi wenyewe kutengeneza, ila hatujapata hmm, yeah, msaada hatujapata, yeah, msaada. Mnawaambia nini wahusika sasa ambao ni serikali Umeona yaani changamoto barabara ndo kama hivyo, wananchi tunadondoka, tunaumia kama hivyo unavyoona, tayari baba pale kashaumia pale. Eh, na huku mtu akiumia kama vile ambulance haiji, kwa sababu baba mbaya umchukue mgonjwa mpeleke hospitali. Na ikitokea sasa, huduma za afya hali ikoje? Kama ambavyo mnasema barabara inasumbua hivi, kwa huduma za afya mambo yako vipi? Huduma za afya ndo hivyo, hatuwezi kunani, kwa sababu ambulance huku hawezi kuja, itabidi umchukue mgonjwa umbebe mgongoni umpeleke, upate uongozi huku Uende hospitali kubwa. Eh, kama unavona baba pale. Kwa hiyo pale huwezi ku nani kuita gari mbebe haiji, au tuke bodaboda umpeleke hospitali. Haya, mama, asante, nikutakie biashara njema, acha sisi tuendelee na safari yetu, sisi tunapanda juu mlimani. Nashukuru, lakini ndio mzee mshamwacha pale. Tunapanda juu. Haya, asante. Safari yetu iliendelea na tukafanikiwa kuonana na watu wengi waishio katika mlima huu na tulifanikiwa kujifunza mengi. Kutokana na muda, hatukuweza kuonyesha kila kitu. Kwa hiyo ni kuombe tu, ndugu mtazamaji wetu, uweze kuungana nasi katika mfululizo huu wa vipindi vyetu, lakini usisahau kulike, kusubscribe na kushare. Asante.